Vijana wawili wamefariki baada ya kuzama kwenye bwawa lililo karibu na mto Gatara eneo la Kabete kaunti ya Kiambu. Na vijana hao wamefariki walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka kanisani. Inaarifiwa kwamba vijana hao wa miaka 13 na 14 waliamua kwenda kuogelea walipokuwa wakirejea nyumbani, kabla ya kukumbana na mkasa huo. Mwenzao wa waliyekuwa naye na ambaye hakuingia kuogelea alipiga hamsa kutafuta usaidizi kwa wenzake kuokolewa bila mafanikio. Wakazi wa kijiji hiki cha Rukubi wametaja eneo hilo kuwa hatari, wakitaka eneo hilo na mili ya vijana hawa wawili imeopolewa na wapiga mbinzi wa kibinafsi na kuhifadhiwa katika hospitali ya St Teresa, eneo la Kikuyu. Kuna mto inakuanga kubwa sana, sasa watu wanavutiwa na hiyo umaridadi, sasa wanakuja, but wengine wakikuja, kuna watu wengine wajui kuswimu wanajikuta wameingia pahali ya sasa, unaona tunapata kitu inaitwa kifo, kifo, kifo inapatikana mbila yangu ni hapa pahali Ijulikane vile inaweza tengenezwa watu wasikufia hapa tena. Kuna watu wengi wengi tumetoa hapo, wanaendaga kuswim na ukiangalia katika huko ndani kuna mizizi ambayo huwa inashika watu hapo ndani. So ukienda hapo kuna, it's very deep. So tunataka kuangalia vile tunaweza saidia tusipate maafa ingine hapa. Ni mara mingi sana ajali imepatikana, wageni ndio huwa wanakuja manake hawajui wao, ndio wakiingia ndio hajui mambo ya hapa.